Hayatumi message kwenye moyo wako kwamba usiwe mnyenyekevu, ila yanatuma message ndani ya moyo wako uendelee kuwa mnyenyekevu mbele zake. Chochote kinachokuja kwenye maisha yako ambacho ni baraka kinataka wewe uwe mnyenyekevu zaidi. Eza ni wito au kipawa au kazi au elimu, kwa sababu utafika mahali utaenda kuongea na watu ambao hawana elimu ulio nayo, maana yake hautopata kibali kwa watu na watakatifu wa Mungu. Naomba mnielewe, na wana glory, watu wengi wanapoteza unyenyekevu wao pindi ambapo Mungu amewabariki wa watu wengi. Mungu akiwabariki wa, wanaweza kupoteza unyenyekevu kwa Mungu wao, wanaweza kupoteza unyenyekevu kwa kiongozi wao wa kiroho. maana hiyo unatuma ujumbe kwa Mungu kwamba, nilipo usiniinue, vinanitosha. Ndio maana unaweza kujiuliza sasa, mbona huyu mtu alikuwa anakwenda vizuri? Mbona sasa ameganda hapo? Mbona asogei? Maswali yanakuwa mengi kuliko majibu. Unyenyekevu ni hali ya ndani na mtu anaweza kuonesha unyenyekevu katika hali ya nje, lakini unyenyekevu ni hali ya ndani. Ndio maana tunamshukuru Mungu, wana glory, hatuna shuhuda za za watu kutokuonesha unyenyekevu katika baraka ambazo Mungu amewabarikia. Hata maombi yanahitaji unyenyekevu, kwa hiyo unyenyekevu ni jambo la muhimu kwenye wito Umu ya kawaida kwenye jamii zetu, kwenye wito ambao Mungu amekupatia, kwenye majukumu ambayo Mungu amekupatia. Usikutane na mtu ambaye hawezi kujinunulia mkate, ukaona kama anakosea. Hapana. nyenyekevu ni hali ya kushuka sana mbele za Mungu. Kwa hiyo, ili kila mmoja afike kwenye malengo ambayo Mungu amempa, ili kila mmoja atimize wito na majukumu ambayo Mungu amempatia kuyafanya duniani, sharti yao mnyenyekevu. Yesu alinyenyekea hata mauti ya msalaba, lakini sote tunatambua na kujua alikuwa anayo mamlaka ya kuzuia chochote. Shuka na kunyenyekea. Mwambie mwenzako, ulipo unatakiwa uendelee kunyenyekea zaidi, ili Mungu aendelee kukuinua. Mwambie tu kwa sauti. Kadiri unavyozidi kushuka, kunyenyekea. Mungu anasema, huyu mwanangu si ndo muache hapa. Ifike mahali uwewe huwe ni mtu ambaye umeshiba unyenyekevu, hata kama unaupako uliko baba yako wa kiroho, lakini Mungu ameagiza kuheshimu na kunyenyekea. Alikuwa mtiifu kabisa, na Mungu anasema naye anazungumza naye mambo mazuri makubwa kwa ajili ya mustakabali wa kazi ya Mungu na majukumu ambayo yeye atayafanya duniani. Alipoanza kupoteza unyenyekevu, Mungu alimwacha. Wote wanaopoteza unyenyekevu wataachwa. Mungu anahitaji watu wanaotunza na kuendelea kunyekea mbele zake, aleluya. Na maneno ya mtu ambaye si mnyekevu, mazungumzo yake alivyo, mnaweza kujua tu, mnaweza kujua tu kwamba huyu bwana huyu anakoelekea sio, eti ndugu, huyu anakoelekea sio kuzuri. Kuna vimazungumzo fulani, si ndio? Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Wakati kina Petro wamebaki wanafanya kazi ambayo Bwana Yesu aliwaagiza. Katikati ya safari akainuka mtu ambaye hakuwa miongoni mwa wanafunzi kumi na mmoja waliopewa agizo na kusudi hilo. Hapo ndipo ugomvi wakati ya Petro na Paulo ulipoanza. lakini kadiri siku zilivyozidi kwenda mbele, Petro alikiri na kukubali kwamba hakika. Petro alisema kwamba huyu ni, ni mtumishi wa Mungu. Wewe ambaye umetangulia, kuna jambo fulani. Usizalau anayeanza hilo jambo leo mesema naye atafika, Mungu atamsaidia. Haleluya, Haleluya. aliezo kunendoa asizalau ambao hawajaolewa au hawajaoa, sindio? Jamani, anaefuga asimzalau asiefuga. endea kushuka na kunyenyekea mbele za Bwana ili akuinue. Amen, Hallelujah. Kama ninawaambia kama kuna sumu mbaya, sumu mbaya kuliko sumu ni mtu kupoteza hali ya unyenyekevu. Akipoteza hali ya unyenyekevu ndani yake, hata kumtolea Mungu, hata kaamtolee Mungu, yani yeye ataona ni vema, kama kuna kazi ya mikono alipe mtu aje afanye kazi, badala yake hapa ndani Ikitokea hivyo, huyo mtu mumuondoe kwenye ulojiku. Kama tunalima tulime wote, ni sawa. Tuwache vyeo vyetu, tuwache mitazamo yetu, tukaifanye kazi ya nani? Ni sawa sawa. Kuna watu hapa, mimi leo siwezi kwenda kufanya usafi pale kanisani, au tutakuwa na mashamba siwezi kwenda shambani sasa wewe chukua shilingi elfu hamsini nenda kasimama badala yangu. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Hata nilaka kishukutu hawa. Haleluya. Haileti afya kwenye nafasi yako na utumishi wako. Nenda kafanye unachofanya wenzako. Amen. Amen. Nimeeleweka vizuri. Jamani leo mambo makanisani yatokee? Yatokee? Eh? E bana mimi leo sina muda. Chukua shilingi elfu kumi nenda kusema badala yangu yaani wewe sikiliza hiyo elfu kumi unayotoa haichukui nafasi yako Mungu anataka wewe uwajibike sio hela yako iwajibike kuna muda ambao Mungu anataka fedha yako iwajibike itawajibika kuna muda Mungu anataka wewe ndio uwajibike wajibika